Kila ukianza hedhi, unajifungia chumbani kwa maumivu makali. Tumbo linauma, miguu inavimba, unakosa raha, mara nyingine unapata hadi ganzi miguuni. Hii sio kawaida. Juisi za asili kama papai, nanasi na machungwa zinaweza kupunguza maumivu makali na kukurudishia amani kila mwezi. Hakikisha unatumia juisi hii. Kuna juisi ya beetroot, juisi ya tango, juisi ya nanasi, machungwa na tikiti maji. Hakikisha kila unapoingia kwenye mzunguko wako, unatumia juisi hizi, inaweza ikawa ni amani na furaha katika maisha yako, lakini kama unasumbuliwa na matatizo ya hedhi hakikisha unajiunga na grupu letu la kutibu au kuimarisha homoni za uzazi na kutibu matatizo ya hedhi na Polycystic Ovarian Syndrome. Hili grupu tunafundisha lishe kwa siku kumi na tano namna ya kuondokana na changamoto hizi. Namna ya kujiunga kwenye grupu letu, tuma neno niunge kwenda namba ya WhatsApp inayoonekana hapo. Baada ya hapo, taja majina, umri, tatizo lilokuwa nalo na sehemu unakotokea. Baada ya hapo, nitakutumia link. Share video na komenti niunge kujiunga sasa hivi.